Na, unaitutazama na unaitusikiliza, nazungumza na mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama cha Ukombozi wa Umma maarufu kama cha umma Salum Mwalimu uh, Salum navyozungumza naye tayari amekwisha hitimisha uh, kampeni amekwisha uh, tembea karibu mikoa yote Tanzania kasoro mmoja tu kama tulikosoa Simiyu Singida. Singida. Kwa kufaniki kwanza, yapi ambayo pengine kwa kampeni yako katika kuhitimisha umeweza kuyajifunza huko uh, ulikozunguka? ah, Eh, of course binadamu kila siku tunajifunza na kila jambo linakufanya ujifunze, lakini hakuna jambo kubwa sana ambalo naweza nikasema hili ni la upekee sana nimejifunza kubwa kwa sababu kadhaa. Moja, sio mgeni wa siasa eh, nimekuwa kwenye siasa, tena active politics kwa zaidi ya miaka kumi eh, na tano sasa nimeshakuwa kiongozi wa kisiasa wa ngazi ya kitaifa, lakini pia nimeshakuwa mgombea wa nafasi ya makamu wa rais katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2020 ambao nilizunguka kama ambavyo nimezunguka wakati huu nikiwa mgombea e, nikiwa mgombea wa urais. Kwa hiyo hakuna jambo kubwa ambalo e, naweza nikasema hili, kwa kweli du, lilikuwa sinijui kabisa kwamba e, lipo au kwamba limekuwa e, ni kitu ambacho cha e, mtu anasema wow factor e, au amazing mm -hmm. lakini yapo mambo ambayo unajifunza una kugombea umakamu wa urais e, ni tofauti na unapogombea nafasi ya nafasi ya urais e, kwa sababu urais ndiye Ndi, unapofanikiwa watu wanaona sasa wewe ndo unakuwa namba moja wa nchi mm. E, kwa hiyo hata namna watu wanavyojiingeje nawe wanavyo wanavyokuapproach ni na, ni tofauti kidogo na, na wakati ule nilipogombea pengine wa makamu wa rais kwa sababu watu wanakuwa. Wakati mwingine walikuwa wanakufuata, alafu unasema ah, mimi nadhani hebu mm. tufanye mpango mkutane na rais <laughs> kwa sababu mm. mimi ni makamu mm. Lakini sasa watu wanatamani kukutana na wewe watu wanatamani wa ku wasikie kutoka kwako kutoka kwako wewe mwenyewe. Lakini pengine na jingine niliojifunza ni, ni kwamba ninagombea nafasi ya juu kwenye nchi lakini wakati huo huo ndiye mtendaji mkuu kwenye taasisi. Kwa hiyo ni combination moja ambayo nadhani pia imenifanya imeni, kuna vitu nimeweza pia, nimeweza pia kujifunza. Nimekwenda mikoani na nimekusikia ukizungumzia maji, miundombinu, umeme, nishati, elimu, ajira na mambo mengi mengi. Ndiyo. Na si wewe umekuwa wakizungumza h wewe una tofauti gani na wagombea wengine wote ambao wamekuwa kitaja mambo hayo hayo na? Ae, si, si kwa kurejerejea, siwezi kusema kwamba mimi ni mbora sana kuliko, kuliko wengine wanaogombea kwa sababu sote ni Watanzania mwisho wa siku na sote tuna sifa pengine za, za, za, za, za kikatiba za kuweza ku, kugombea nafasi hiyo na ndio maana tumekuwa wagombea E, lakini mwisho wa siku ni kila mmoja na nafsi yake e, ile dhamira yake ya ndani inayomsukuma kwamba anayazungumza haya akiwa anamaanisha, anazungumza haya akiwa kweli na dhamira ya kuona kabisa kwamba hizi ni changamoto ambazo zinalikwaza taifa letu e na, na nazungumza hivyo akiwa anaona kabisa kwamba pengine ana uwezo wa kwenda, wa kwenda kuyasimamia. Sasa siwezi kupima dhamira za wenzangu, kila mmoja ana dhamira yake, lakini eh, mimi ninajiamini katika dhamira yangu kwamba ninapozungumza eh, nchi hii ina changamoto kubwa ya maji na haipaswi kuwa na changamoto ya maji, ninaona huo uwezekano kwamba, kwamba nchi tunaweza tukaishi bila ya eh, bila changamoto kubwa ya maji ya kiwango hiki ambacho tuko nayo. Ninapozungumza swala la elimu mathalan, ninamaanisha kwa sababu eh, na mimi kijana wa Kitanzania na bahati nimekuwa katika mazingira ya kawaida kabisa ya vijana wengi katika nchi yetu unaoishi. E, sijawahi sijatoka kwenye familia ya kitajiri au familia ya wanasiasa wakubwa walio kushika madaraka makubwa makubwa kwamba tuseme labda e, kuna staili fulani ya maisha. Nimetoka kwenye maisha ya familia ya kawaida kabisa. Kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu, nimesoma katika mikondo ya kawaida kabisa ambayo vijana wenzangu wengi wanaipitia, na kwa maana ya kwamba shule za umma. Kwa hiyo ninaposema kuna tatizo kwenye elimu, ninaona kwamba kuna hilo tatizo kwenye elimu na ninalimaanisha. Na nikisema kuna tatizo la ajira na jambo ambalo nimelizungumza sana sana eh, kwa vijana wenzangu wakati wa kampeni. Nadhani ndio jambo linaloongozwa kulizungumza ni tatizo tatizo la ajira. Na ninaliona kwa sababu na mimi ni ni kijana wa kawaida wa Kitanzania, naona vijana wenzangu wanavyohangaika. Kwa dhamira yangu ninaiona na ninaiamini mimi mwenyewe kabisa kwamba haya ninayozungumza no na nazungumza nikimaanisha na ninazungumza ni Kiwa na dhamira ya kweli kwenda kuyatatua kwa maslahi mapana ya nchi yangu. Watanzania wanakwenda kupiga kura, ndio kile ambacho wamekuwa wakiwaeleza wakati wote. Unahisi wamekielewa? Wewe wamekuelewa, wamenielewa. Kama kuna jambo ambalo nadhani ungeniuliza nini ni mafanikio yako kwenye kampeni hii, nadhani ni mapokeo ya Watanzania na kunielewa mm. Watanzania wa wamenielewa, na bahati nzuri sio mgeni kwenye macho ya Watanzania. Maeneo yote niliyopita kufanya kampeni sio mara yangu ya kwanza. Mm. Labda ni maeneo machache sana yale labda ya vijijini ndani ndani kwa sababu nimekuwa, lakini mimi nchi hii e, Sudi nimeizunguka sana e, nikiwa mwanataaluma tasnia ya habari nimezunguka sana hii nchi nilipata bahati ya kuwa mkuu wa mawasiliano na mahusiano wa kampuni ya Vodacom Tanzania, nafasi iliyokuwa na inanifanya niende huko nikakutane na Watanzania na wa katika kuwashawishi, lakini katika pia eh, kuwafanya waielewe na waione kampuni ya Vodacom kwenye maisha yao kila siku. Lakini baadaye nimekuja kuwa mwanasiasa, kote niliko kwenda e, watu walikuwa nataka kumwona tu hivi mwalimu aliyekuwa kule na mwalimu huyu wa Chaumma, bahati nzuri wakanikuta kwamba ni mwalimu yule yule, misimamo yangu ninaamini katika mabadiliko ya nchi hii. Chama cha Mapinduzi kwa kweli watu kimutu, wanakutazama kwamba okay, unakwenda kwa, kwa rais pengine e, baada ya uchaguzi huu inshaallah, na wanakueleza nini? Maanake walikuwa lazima wasema mfalme kaja, <laughs> shida zao zitatuliwe. Ya wananiambia tu, na unajua kuna slogan hii e, ilianza anza na naona imepata mapokeo makubwa ya kwamba rais wa Msela, rais wa Masela. Kwa hiyo mm, ukienda kule unatoka bana Msela nenda bana, nenda, nenda Msela mm, bana. Hebu kaangalie maisha yetu, vijana tunahangaika sana. Vijana hatuna hatuna ajira, vijana hatuna hatuna vipato. Wengi wananiambia bana vijana wenzako wanaona saa hizi hata kuoa e, tunapata ugumu kwa sababu unajiuliza hivi ukioa huyo mwanamke unamlisha nini? Mkijaliwa kupata mtoto, huyo mtoto unamhudumiaje? Kwa hiyo mm-hmm, wengi wananiambia bana Msela tunakuamini e, kijana mwenzetu nenda na tuna imani kubwa na we kwamba utakwenda kutatua kero zinazotukabili vijana. Umehitimisha kampeni au umehitimisha kampeni hii, na yaona kama kwa mafanikio makubwa, maanake umekwenda kwingi. ndiyo, ndiyo. E, katika maeneo mengi. na hili swali limekuwa likirejewa rejewa, linaulizwa ulizwa mara kadhaa katika mitandao ya kijamii, wengine kwa kejeli, wengine kwa kutaka kujua, hawa CHAUMMA hawana diwani ndiyo. hawana mbunge, wanawezaje kufanikisha jambo hili, wanapata wapi mafungu haya? ndiyo. na wakati mwingine wanasema merusha hata ndege helikopta <laughs> wa e, ni kweli, wakati huwa kampeni hatujarusha helikopta. Tumepataje, tumepataje uwezo? Ni ni maarifa na uzoefu, sio mm -hmm. wageni, mm -hmm. e, tuliotoka tulio wengi sio wageni wa siasa, sio wageni wa mipango ya kisiasa, sio wageni wa mbinu za kisiasa, sio wapya katika E, mikakati ya kisiasa. Kwa hiyo nafikiri kilichotupa uwezo zaidi ni, ni ule uzoefu wetu. Kwamba tumekuwa tunayafanya haya mambo kwa miaka mingi sana kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwetu sisi haikuwa, haikuwa changamoto kubwa, ilikuwa ni swala tu la kwamba sasa nimehama hapa nimekuja hapa kwa unavua sare hii na vaa sare hii. Uwezo, akili, maarifa, uzoefu katika swala la kubuni, katika kupanga, kuamua, kuchagua, e, tulikuwa nayo. e, political map ya Tanzania tunaijua, wapi watu kuna wapi kuna watu aina gani, wapi kuna watu aina gani, tunajua. Kwa hiyo nafikiri uzoefu wetu ndio uliotusaidia kwa kiwango kikubwa, lakini hapo kabla ni kweli tulirusha helikopta kwa sababu tulikuwa na muda mfupi sana, na, na, na, na watu wengi wanashindwa kuelewa, na hiyo ndio kilichotupa uzoefu kwamba kwa ukubwa wa nchi na kwa muda mdogo tuliokuwa nao katika kukiandaa chama kwenda kwenye uchaguzi mkuu. E, ilikuwa lazima tutafute mbinu itakayotuwezesha kutumia muda mfupi kuwafikia Watanzania wengi kabla ya muda wa kampeni kuanza, na hapo, kwa mtu yote mwenye uzoefu wa siasa katika nchi atakwambia tu, pambana upate helikopta, na kweli itusaidia. Tumetumia helikopta, tumefika kwa muda, kwa muda mfupi tumewafikia Watanzania walio wengi, na tukawaambia tunakuja kwenye kampeni. Tumeanza kampeni, hatukua na sababu ya kutumia helikopta kwa sababu tumeshafika kwa watu. Tumetumia magari na watu wame, wame, hatukwenda hatu, wametolewa kwao, hatukwenda. Maanake tusingefanya hivyo. Sudi mm. e, siasa manake mmehama, mmetoka Huku, sasa mko huku. Tungesema tusubiri tu kipindi cha kampeni, tungekuwa tuna ulazima kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja na muda usingeturuhusu. Kwanza kueleza sababu ya, kwa Watanzania kwa nini tumechukua uamuzi huo, ambayo ingetuchukua muda mrefu hmm. Alafu la pili uje uambie Watanzania sasa tunagombea, tuamini nini, tunakwenda kuwafanyia abc kwa, ingetuchukua muda mrefu kwa, kwa mtu yoyote ambaye ni political strategist na mwenye uzoefu uh, ingemwambia tu, hapana, tenganisha hivi vitu, nenda kwanza kawaambia Watanzania waelewe kwa nini huko huku Halafu ukifika wakati wa kampeni uje uwambie utawafanyia nini. Na ni kitu ambacho nafikiri tumefanikiwa kwa kiasi kubwa sana. Kwa hiyo kuna watu wanafungua vibubu vyao wanaiza fedha CHAUMA, ndio mnafanya mambo mabaya. Na wao oh, wananufaikaje kuna Wanaf... kuna watu wanataka mabadiliko. Mm. Eh, kuna watu wanataka wanataka mabadiliko mabadiliko mabadiliko ndio maana nimesema taasisi ya mabadiliko. Eh, tunapozungumza taasisi ya mabadiliko katika nchi hii haijawahi kukosa wadau, kwa sababu Watanzania wanataka mabadiliko. Ilianza NCCR Mageuzi, haikuyumba watu waliisaidia, mm. Waliiwezesha kikaja chama cha wananchi CUF watu walikisaidia walikiwezesha, kikaja chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, watu wamekisaidia wamekiwezesha. Ajabu nini kwa CHAUMMA sasa? Na watu kama wanaona kabisa kwamba sasa hapa tunadhani ni watu wale wale ambao tumekuwa tukiwaamini kwa muda mrefu, wanaweza wakayafanya haya mambo, na pengine waka, wakalipeleka gurudumu hili la taasisi ya mabadiliko, taasisi ya kuhakikisha kwamba, eh, chama cha mapinduzi kinaondoka na nchi inapata mabadiliko. Sasa kama ingekuwa sisi ni wa kwanza, labda tungesema kwamba kwa nini iwe CHAUMMA lakini NCCR ilisaidiwa, CUF imesaidiwa, Chadema imesaidiwa. Kwa nini maswali yanakuwa mengi kuhusu CHAUMMA? <laughs> <laughs> Unatutazama, huyu ni mgombea urais wa chama cha CHAUMMA maarufu mm. sana kwa, ya kwa. <laughs> ma Mwalimu, kwa kifupi tu, sera yake ya ubwabwa. Salum Mwalimu kwa kifupi tu umezungumza mengi kuhusu, sera yapi makubwa ambayo kwa dakika moja kama sio mbili mm. unaenda kuyafanya kwa Tanzania, endapo Watanzania watakupa ridhaa ya kuwa rais wao. Ya, nimewagawa kwenye makundi manne na nitayataja tu bila ya kufafanua. Moja. Kwenda kupambana na tatizo la ajira kwenye nchi hii. Mbili. Kwenda kupambana na tatizo la umaskini wa kipato katika nchi hii. Tatu. Kwenda kupambana na ubora wa huduma za jamii, afya, elimu, maji, nishati, miundombinu katika nchi hii, na nne. Kwenda kustawisha misingi ya haki, utawala bora, eh, uhuru na demokrasia katika nchi, kuhakikisha kwamba tunaandika katiba mpya Tanzania. kwa namna ipi katika lipi katika miu, katika hayo manne ndio yote kwa ufupi. Ah, ya, unaposema una katika kuondoa kipato cha Tanzania nchi hii, jambo la kwanza mimi naamini katika kilimo. Nchi hii lazima irudi katika kilimo kitakachofungamanishwa na viwanda. Hilo ni jambo ambalo tutaondokana na tatizo la la ajira, tutapunguza umaskini wa kipato, tutapunguza gharama za maisha na kadhalika. Kwa hiyo eh, kilimo kilimo kilimo kwangu mimi ni kipaumbele kwa sababu najua kitatupa faida faida nyingi. Sasa hivi tunauza tunauza malighafi nyingi zaidi nje mm, kuliko kuzitumia zile malighafi kuziongezea thamani. Jambo ambalo linatuangusha fursa ya, ya kutengeneza ajira kwa vijana wetu, jambo ambalo linatu, linatupunguzia fursa ya kuongeza pato la taifa, na jambo ambalo linachangia kwa kiwango kikubwa kununua bidhaa zinazotoka nje kwa gharama kubwa kwa bidhaa ambazo malighafi zake zinatoka Tanzania. Ndivyo namna na ambavyo ninaamini tunaweza tukapambana tukiweka kilimo eh. Kwenye uchumi kuna kitu kinaitwa multiplier effects itakuwa ni kubwa, na itabadilisha sura kabisa ya nchi hii, tukiamua tunaweza moja kwa moja. Kumekuwa na changamoto vyama kadha vya, vya siasa katika kufanikisha juhudi za kampeni zao, unazungumziwa ukata wa fedha, mazingira. Ninyi kwa upande wenu mnaonekana kama mmefanikiwa, mkielezwa hivyo, mmekabiliana na changamoto zipi? yeah. Yeah, na hizo changamoto zipo, kwa mfano suala la fedha tume, tumekuwa na changamoto ya, ya, ya fedha. Hatukuwa na kiwango cha fedha ambacho tungetamani tuwe nacho ili kufanya mambo yetu katika namna ambavyo tumeyatamani tume, tume, tume Eh, lakini kikubwa kama nilivyokuwa nimesema awali, msingi mkubwa wa CHAUMMA kupata mafanikio haya tulioyapata ndani ya muda mfupi ni uzoefu wetu katika siasa eh, kwa kwamba kwa kidogo tulichokuwa nacho tulikuwa tunajua tukipeleke wapi bila kubahatisha mm. Kwamba tunajua tukikipeleka, tuki, tuki, pale tunavuna, tukikipeleka pale tunavuna mgombea wa urais aende hapa na hapa na hapa tutavuna. Kwa hiyo uzoefu uzoefu ndio umetusaidia sana kuona kwamba ile changamoto ya kirasilimali katika chama tumeweza tumeweza kukabiliana nayo ingawa sio kwa asilimia mia moja, lakini pia kama unavyosema ni kweli e, pengine ukubwa wa nchi pengine mtu hae, e, ile ha, haelewi geopolitics, hana pengine hazijui hmm. Sasa sisi ambao tumeshafanya siasa kwa muda mrefu, tumeshazunguka, tunajua kwamba maeneo hasa e, yenye nguvu ya mabadiliko ni pale maeneo hasa ukitaka upate kura nyingi ni hapa maeneo kwa, tumeweza kufanya targeting yetu nzuri kwenye, kwenye map ya, ya, ya uchaguzi kwa sababu ya uzoefu mkubwa tulio nao kwenye masuala haya ya kisiasa na hasa masuala ya kiuchaguzi. Kwa kuhitimisha, umemaliza ume kampeni e, yapi hmm, au ipi kauli yako kwa Watanzania kuelekea uh, tarehe 29 Oktoba? Yeah, na waomba kwanza wakapige kura, tujitokeze Ninatambua na ninaheshimu maoni na mawazo na fikra falsafa na misimamo na mitazamo ya kila mmoja. Tumegawanyika kwenye makundi mawili kama taifa, ni jambo ambalo liko wazi. Wako wanaamini kwamba hata ishirini na tisa tufanye uchaguzi tuweze kupata viongozi wapya, na wako wanaona hapana, hakuna swala la, la, la, la, la, la, la, la kwenda kupiga kura e, mimi ninadhani kabisa kwamba ningetamani kuwashawishi Watanzania wenzangu wote tukapige kura, na swali langu ni moja tu, hivi sisi tusipokwenda, wao wakienda, tafsiri yake ni nini? Na, na, na madhara yake na athari zake tunafikiri ni nini katika miaka mitano ya harakati za kidemokrasia, kutafuta uhuru, kutafuta mabadiliko katika nchi yetu, fursa ya kutafuta mapinduzi ya kiuchumi e, na kasi ya maendeleo kwenye nchi yetu, athari zake ni nini? Kwa hiyo tunaweza tukasema sisi hatuendi, lakini wao wakaenda madhara yake yatakuwa ni makubwa. Kwa hiyo mimi nafikiri sisi na wao tukutane kwenye masanduku ya kura, tuamue na tuweze kufikia malengo ya taifa hili ya kuona kabisa kwamba tunapata mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kimaendeleo kwenye taifa letu. Ni Salum Mwalimu huyu ambaye ni mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha CHAUMMA kwa urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nikushukuru kwa kushiriki na nikushukuru hasa kwa kunipa nafasi <laughs> Asante sana kaka, shukran sana, Mungu akubariki sana, asante.